Jeshi la Polisi Tanzania lingependa kuwajulisha kuwa hadi mchana huu wa tarehe 9 mwezi wa 12 2025, hali ya usalama wa nchi ni shwari. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini sambamba na kulinda maisha ya watu na mali zao. Aidha, Jeshi la Polisi lingependa kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza picha mjongeo na picha mnato zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba kuna maandamano yameanza maeneo mbalimbali. Taarifa hizo sio sahihi. Wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10 2025. Sambamba na hilo wenye nia ovu wanaendelea kutumia picha mjongeo eh, za matukio ya nyuma. Kwa mfano, kuna tukio la Juni 2025 ambalo kabila la Wamasai walikuwa wanafanya sherehe zao za jando katika msitu wa Tanapa, lakini imesambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha kwamba Wamasai wameanza kudai haki zao huko jijini Arusha. Tunaendelea kuwahimiza Watanzania kuendelea kuzipuuza picha za aina hiyo kwa sababu zina lengo la kuwahadaa kwamba kuna maandamano yanafanyika ya. Ikumbukwe kwamba maandamano hayo ambayo alikuwa anaitwa anapewa jina la maandamano ya amani yasiyo na kikomo yalipigwa marufuku toka tarehe tano mwezi wa 12 25, kwa sababu hayajakidhi matakwa ya kisheria ikiwepo sheria ikiwepo sheria mama, yani Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na Sheria ya Polisi na Polisi Wasaidizi, sura ya 322. Aidha, tunatoa wito kwa wananchi waendelee kufuata sheria kwa ajili ya usalama wetu sote.